Ninapenda kumshukuru mama yangu kipenzi changu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kwa kuniteua na kunipa dhamana ya kuwa mbunge wa viti maalum nikiwakilisha mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Mimi kuwemo bungeni wa miaka 24 na niliyonayo ni ushuhuda tosha kwamba Mheshimiwa Rais ana mapenzi makubwa na sisi vijana na, na kwa nafasi hii naomba vijana wote watumie nafasi yangu humu bungeni kama ushuhuda kwamba tuna nafasi kubwa ya kuchangia maendeleo ya taifa letu la Tanzania na kwamba tuna serikali sikivu inayo supa sikio la kutusikiliza na kutuwezesha katika yote tunayoyafikiri katika kulijenga taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichukue nafasi pia kumshukuru na kumpongeza Makamu wa Rais Dr. Balozi